Okay, leo nimefurahi sana kwa sababu nilipata invitation ni kutoka kwa dada Amina Achieve from Achieve Finance and alitualika mimi na dada Violet Comfort. Uh, discussion ilikuwa inahusiana na nafasi ya mwanamke katika usaidizi katika masuala mazima ya pesa. The discussion was very amazing, nimependa michango ya madada wale na nimejifunza kupitia ile conversation, nimezidi kufunguka zaidi uh, na ninazidi kukusisitiza, mwanamke, una nafasi kubwa sana katika uchumi wa nyumba yako, una nafasi kubwa sana katika uchumi wa familia yako, wewe kama msaidizi. Na Mungu akusaidie, uone jinsi ulivyokuwa na nguvu na kuweza kuweka mabadiliko makubwa kwenye nyumba yako. Najua una ndoto nyingi sana, najua kuna vitu na vitamani, unao uwezo wa kuvifanya vika happen unao uwezo. Tuondokane na ule mtazamo wa kusema, hiki kitu ninatakiwa nifanyiwe na mume wangu. Inawezekana mume wako anatamani sana kukifanya, lakini uwezo hana, uwezo hana kwa wakati huo. Lakini unaonaje mkiongeza nguvu, mkasapotiana kwa pamoja, nyinyi kama familia mkakaa chini, na mka huyu akatafuta mashariki huyu akatafuta magharibi kwa pamoja, mkapushi, mambo yakaenda vizuri. Hiyo itakusaidia hata wewe kuishi yale maisha ya ndoto yako. Kwa nini nakusisitiza, mwanamke mwenzangu? Pambana, tafuta pesa, lakini Mungu akusaidie kukupa hekima. Wanawake tuna changamoto kubwa sana when it come to hekima, especially tukiwa na pesa. Wengi wetu huwa tunahisi tukiwa na pesa tuwahitaji wanaume tena, na mwisho wa siku wanaume, they are defensive in nature. Akisha kuona una pesa alafu anaanza kuwa anaanza kuwa tu defensive, yani mwanamke akisha kuwa en na pesa tu, that's a problem, kwa sababu wanatamani wao ndio wawe na pesa nyingi kutuzidi. Kwa hiyo kitakachokusaidia pale ni hekima, hekima ya kimungu ndio itakusaidia katika ile eneo ili nyumba yako endelee kubaki na amani na wewe uendelee kubaki na amani ili ukae na amani kwenye hayo maisha yako. Pesa umeitafuta kwa shida, kwa nini uishi nayo bila amani? Eh? na shetani mjanja anaondoa hiyo amani, analeta magomvi, anaitumia pesa yako kama fimbo. Kwa tujitahidi sana kuomba hekima na kuishi kwa hekima kubwa sana Usifanye maamuzi ya nyumba yako bila kumshirikisha mume wako hata kama una pesa nyingi, trust me, kitakuletea shida kubwa, kitakuramba. Nenda naye kwa hekima, ndio hiyo pesa unayo, lakini kabla hujafanya any major decision make sure umemshirikisha baba mwenye nyumba, ndo baba ndo kichwa cha familia. Akiona unafanya vitu bila kumshirikisha, anaweza akakususia au ndo linaanza ligi au ndo unaanza ugomvi kwao. Tujitahidi sana, tunavyopambana kutafuta pesa, lakini tujitahidi kuishi nazo kwa hekima, ili hao waume zetu wasizitumie kutuumiza, kwa sababu hatutaki kutanuka mioyo. Yaani nitafute pesa na moyo utanuke na amani nikose? Na tusikose kuishi, tusizisahau ndoto zetu. Kuolewa sio kusahau ndoto zako. Kama kuna siku ulisahau malengo yako, kayachukue. Usisahau ndoto zako, na hekima ikuongoze katika kuziendea hizo ndoto zako, especially ukiwa umeolewa.